Mpenzi mtazamaji, karibu tuangalie application ya kuandaa andalio la somo kwa shule za msingi. Hapo imetengenezwa kwa ajili ya kutumia kwenye simu janja pamoja vishikwambi na vishikwambi. Ukiwa na application hii, zoezi la kuandaa andalio la somo kwako limekuwa rahisi zaidi, kwa sababu inakurahisishia kuandaa andalio la somo na watu wengi nilikuwa nafanya biashara kupitia mfumo wa andalio wa somo la kompyuta, wakanitoa maoni kwamba, bwana, sisi hatuna kompyuta tunafanyaje na nini? Sasa nikaamua kwamba nitengeneze application ambayo itatuweka kwenye simu. Sasa leo nimewaletea application hii, kwa ufupi nitapa maelekezo ambayo inaweza kufanya kazi, ili ukipata iwe rahisi kwako kufanya kazi, lakini uanze kupata picha ikoje na muonekano wako, ulivyo application yetu ni hii hapa, naizungusha kiduara hiki. Hiyo ndio app yetu ambayo inatumika kwenye kuandaa andalio la somo kupitia simu yako. Kwa hiyo, hiyo apu ukiipata tu, ukishaifungua itakuleta sehemu hii. Hii ni sehemu ambayo ya dashboard ya mwanzoni ambapo unaambiwa karibu kwenye apu ya kuandaa andalio. Ukishaipata hapo, nenda sehemu ya vishari vitatu pembeni pale juu kushoto Utakuetea hiyo hapo, utasajili wanafunzi. Kwa mfano mimi nisajili wanafunzi, nisajili vipindi viwili. Kipindi cha kwanza kinaanza saa mbili kamili mpaka na nusu mpaka dakika 40. Kipindi cha pili kinaanza saa 2 dakika arobaini mpaka saa tatu dakika ishirini. Kwa mfano tusajili kipindi cha tatu kinaanza saa ngapi? Hapo kinaanza saa tatu na sa eh dakika ishirini na kumalizika saa 4 kamili Inawezika sana kamili, utasevu. Kwa hiyo sasa itaonekana hapo, wewe unabidi uandae uandae ujaze vipindi vyako vyote, cha kwanza mpaka cha mwisho, mida yake na kwaje, kuaje. Lakini fomu yake ni hii, utagusa kwenye jumlisha hapo, itakuleta hapa. Basi baada ya hapo, ukipembeni pia hapa kuna sehemu ya kusajili wanafunzi Utakiki hapo, tusajili wanafunzi. Kwa mfano, tusajili darasa, wanafunzi wako unaotaka kuwafundisha, wamesajili wao ngapi katika darasa lako? Sasa kwa wavulana, kwa mfano tukigusa kwenye jumlisha hapo, itakuleta kwenye fomu, tusajili darasa ngapi? Tusajili darasa nne, labda mkondo A. Hey, na wavulana wapo labda, hamsini na mbili, wasichana labda hapo, sabini na sita, yeah, utasave jumla hapo, ya mbili wasichana, labda hapo sabini na sita, ya yeah, hapo itakuleta jumla hapo 128 darasa la ngapi? darasa la nne, eh sio hapo. Kwenye hii set, ni set inaonesha jina la halmashauri jina la shule na jina la mwalimu husika, lakini kuna about ya hapo kiklik itakwambia hapo iandalie. Application hii ina uwezo kuandaa maandalio ya masomo ya darasa yote na masomo yote kwa shule za msingi. Ili kupata hapo hii wasiana nasi ha, utaokea hapo, tarudi hapa chini ndio sema muhimu inabidi tujue vizuri ili uweze kuandaa andalio lako. Hapa ni sehemu ambayo uta, uta, utaweza kuandaa andalio. Hapa ni, ni sehemu ya, ya, ya dashboard. Hapa ndio sehemu ambayo unaweza ukaandaa andalio lako. Hapa ni sehemu ambayo unaweza kuongeza vitendo yes, na hii sehemu ya mwisho ndio sehemu ambayo unaweza ukanani uka, uka, ukapakua andalio lako. Sasa mtu andaa andalio haraka haraka itoe jisikia naweza kuandaa. Ukiklik kwenye andaa andalio itakuleta sehemu si hiyo ambayo iko wazi, ambayo andalio lote ambalo limeandaliwa. E, baada ya hapo, inabidi sasa uklik kwenye jumlisha. Ukiklik kwenye jumlisha, hapa itakuletea fomu hii hapa. Hii fomu ndio andalio zima naandalia. Hapo utaklik tarehe ngapi? Tarehe 14 leo utaseti hapo. Somo gani? Somo la Kiswahili. Darasa ngapi? Darasa 4, yes E, mkondo gani? Mkondo A kulingana wewe unafundisha mkondo gani na msajili kule. Kipindi cha ngapi? Kipindi cha pili, yes. Wale uzulia ngapi? au uzulia ni arobaini na tano, wavulana wasichana, labda uzulia sabini. Mwalimu mkuu na ugusa hapo, nakuja eh, mwalimu hususi matamshi, yes. Kazi kuu utaandika hapo wewe mwenyewe kazi kuu, kazi gani utajaza, utajaza, utajaza Kazi mahususi utajaza. Ehe, lakini pia zaanza kufundishia hizo zimekuja katika kulingana na, na, na, na mada kule ko utaweka kwa mfano kama hiyo hiyo kitabu imeshajazwa rejea pameshajazwa. Muda utangulizi dakika ngapi? Aba, dakika tano, utafanya nini? Utachagua katika hapo, utachagua utaweka, unakuja kwenye upande wa wa wa vitendo vya ujifunzaji kwenye utangulizi, kumbuka, utagusa hapo, utachagua utaweka, eh utagusa pia upimaji utaweka. Haya, muda kuendeleza maili dakika ngapi? Baada ya dakika kumi utaklik hapo, utachagua utaweka moja. Sisi ni kuklik, tutagusa hapo, itaingia, utaweka eh. Ukigusa sana hapo kwenye upande wa upimaji, utaweka, itaingia. Haya, muda dakika kubuni kuimarisha maarifa, utagusa hapo itaenda utagusa sasa, utakuwa wewe ma, utakuwa makini, utaangalia iko wapi inakubali, iko wapi inakataa, iko wapi iko wapi iko wapi, siweke bado ujifunzaji, utaweka hapo upimaji uta yaani, ina inakuja inakuja inakuja, eh utathmini hapo, dakika ngapi? Baada ya dakika kumi tena mhm utaweka utaweka yes, kwa utabidi uanze muda wote vipindi dakika tano kumi dakabaini zimeisha, vile vya upimaji utakiliki, utaweka tafakuri. Kama darasa litakuwa uh, kuhusu kuanzia darasa la tano kuja juu, utajaza tafakuri hapo, lakini hata kujaza kwa darasa la chini, maana kuja ndali yako kwa kuja ku download au kupakua, haitaweza kutokea chochote, kwa sababu darasa la kwanza mpaka la nne wao hawana tafakuri. Tafakuri wa tathmini, haipo. Kwa hiyo wana maoni, utachukua maoni fulani utayaweka. Basi baada ya hapo na save. Kisha save, tayari andalio ya Kiswahili limesha kuwepo hapo. Hii sehemu ongeza vitendo ni sehemu ambayo unaweza kuongeza ma, matendo ma, ma, ma ambayo kwa kwa kiki uone. Utangulizi, unaweza kuongeza vitendo vyako kwa una, unavipenda una, una kutumia hapo kuongeza wanafunzi kufanya nini nini nini kwenye upande wa utangulizi, kwenye upande wa ujifunzaji, utangulizi, upimaji, kuendeleza maili ufundishaji, ujifunzaji Utaongeza utaongeza utaongeza mpaka maoni hii. Ukishaongeza ukisha save, hiyo orodha tatokea huku kwenye kwenye kwenye nani, kwenye upande nini, kwenye upande wa ufundishaji kwenye kuandaa andalio lako. Kwa hiyo, ukishaongeza kitendo kule, ukija kwenye orodha kama hivi, utakuta kiongezeka huku, utakiweka kwa sababu kadri wewe unahitaji mwenyewe. Inawezekana hivi ambavyo vimependekezwa mbona mfumo wewe unaona kama vile havitoshelezi kwa mahitaji yako, kwa hiyo uta utafanya hiyo kazi. Kwa hiyo unaweza kaandaa ukaongeza mara ya kwanza, mara pili, ukaongeza mara tatu, mara nne mpaka mara kumi. Yaani hizi orodha zinaweza kaa mpaka zikawa ngapi? Zikawa kumi. Kwa maana vitendo vyako unaweza kuongeza kumi katika matendo yote. Katika vitendo vyote vya ufundishaji, utangulizi, ufundishaji, ujifunzaji na upimaji katika kuimarisha maarifa mpaka mwisho mara kumi. Kwa hizo zote tutakuta zimejiongeza kule kwenye orodha nini ya ufundishaji kwenye sehemu ya kuandaa andalio. Ukimaliza hapo, tushaandaa andalio letu hapo, kana kumbuka, tumelisave hapo, utakuja sasa pakua andalio. Hapa ndipo utakliki itakumbwa na no oh, yes unahitaji pakua andalio, ukisema yes, basi andalio tutakuliwa itakwambia akaunti, lakini wewe kwako hayataonyesha akaunti, itakutaka itafungua moja kwa moja. Kwa hiyo andalio letu nafikiri unaliona lina lina lina, lina, lina lina lina generate, unatujenerate hiyo tunani tu refresh Refresh, hapo andalio letu litakuja lita, lita, lita, lita, umeona. Refresh andalio letu ili hapa see? Zuri kabisa shialiposhiewela akiosa shia msingi mazinyungu andalio la somo la Kiswahili. Kwa hiyo eh, andalio lishakuwa tayari sasa. Unachokifanya, unagusa doti tatu pembeni hapo, nakuja na download kisha download lishaingia hapo lishakuwa tayari. Hii andalio walipata wapi? Ile andalio lako yako linakaa kwenye faili la simu yako. Faili la download. Unaingia kwenye faili hapo. Umeona nikija kwenye download hapa, andalio tu ile li hapa. Lisha kamilika. Tayari likiwa liko safi kabisa kabisa. Wewe just kwenda ku print au unaweza ukashare na mtu, ukahifadhi, unataka mwenyewe lakini pale ndipo tu uta, uta, uta, uta download utalikuta kwenye faili la nini la download. Kwa hiyo hapo andalio letu shambizo, watu tunarudi nyuma, rudi kwenye mfumo wetu. Hapa ukibadilisha, ukibadili, ukibadili ukibadilisha lugha. Kwa mfano hii tu andalio tuseme lugha ya Kiingereza, andalio ya Kiingereza ukifikie hapo. Utabidi ujaze sehemu hizi, kwa mfano tujaze, unaona nimeshaanza kubadilika. Eh, unakuta kiingereza tupu hapa eh, zana za kiingereza pia unazikuta hapa, ambazo zipendekezwa hapo kikiki kiingereza unakuta chini, kwa maana kuanzia hii orodha hii, na kama utaongeza vitendo vyako kule, kumbe si vya kuongeza vitendo, utaikuta kwa nini kwenye orodha pia, maneno yako ya kiingereza maongezeka kulingana wewe na wa? uhitaji wako. Kwa hiyo ukiweza kusave hapo, unaweza ukaja ukapakua andalio lako huko Inachukua dakika moja ili kubadilika kutoka andalio mwanzoni kuja andalio lingine. Unaona hapa mimi nimeenda nimeediti, lakini kama unaweza ukafuta ukaandaa tena lingine au unaweza ukaja edit hapa kwenye hii nani, kwenye hii icon ya editi, unaweza ukaediti hapo ukaweza ukaweza nani kuweza kuandaa Umeona? kuie mfumo uweze kuleta taarifa mpya zile ambazo tumenani ngotu paka tuona limekuja ndaetua Kiingereza ile lugha limekuwa la Kiingereza kulingana na nini, nolivichagua somo la Kiingereza darasa 4 nne vingine kama huku baki swali kwa sababu hujabadilisha wala ikabadilisha mbaya kidogo imebadilika. Kwa hiyo utajaza namna hiyo pia na utakuja uta li download hilo andalio lako, basi litaenda litakaa kwenye faili la download kule kwenye mafaili ya simu yako. Koyo, Una, po pote, ulipo, Koyo, karibu, uu. Kwa hiyo ni rahisi hivyo, unaweza kuandaa maandalio popote ulipokuepo. Kwa hiyo karibu ujipatie mfumo huu kwa bei nafuu. Kwa mawasiliano zaidi tuwasiliane kwa 0718 149398. Mwalimu Mkude Napatikana Kilosa, Morogoro. Unapata andalio lako, mfumo wa wa application ya kuandaa maandalio, unafanya kazi muda wote, wakati wote, popote ulipo, unafanya kazi zako vizuri popote Tanzania. Karibu, karibu, karibu ndugu mwalimu, tuishiki digitali, karibu tuunge mkono jambo hili la kuweza kuandaa maandalio kwa mifumo zaidi. Asante, asante, asante sana.